Kwamba sisi tuna mchango mkubwa katika jamii. Mungu katupa kipaji, Mungu katupa nguvu. We have to be proud of ourselves, wanawake nawe, wanawake nawe, tuweze kuendelea kujiamini kwenye maisha, sawa. So, tuwe na mipango sisi wenyewe. Unapojiamini, mtu wa nje, external forces, haziwezi kukuyumbisha, bali kwamba wewe umekuja duniani kwa malengo na yale malengo lazima uyatekeleze, usikubali mtu yoyote akavunja ya malengo yako. Naomba sana wadogo zangu, dada zangu, tujiamini. Yale malengo uliyaweka tekeleza. Ukikosea ama ukiteleza na ukashindwa, utakuwa umejifunza kitu namna. Kwa hiyo na- naamini nyinyi wenyewe mna vipaji, mjiamini, muonyeshe vipaji vyenu, sawa eh? Yaani usibaki nyuma kwa namna yoyote, tuache Sawa? so, tukatae tukane, tukemee na. Ili kuweza kufika hapo, lazima tukubali kujifunza kwa yale mambo ambayo tunahitaji kuwa nayo. Kama mtu ndoto yako kufika pale, lazima ulist criterias za wewe kufika pale sawa? so, eh? la zile criterias huziishi kila kitu unachotaka kukifanya katika maisha, inawezekana ukiweka juhudi na bidii. Mimi nimefurahi sana siku ya leo, tumebaki tumekwepo wenyewe eh, tunajidai tunaongea. Naombeni, haya ndiyo yaongea, japo moja kalifanyie kazi utaona matunda yake. Ahivi kufanya kazi, mimi nipo ni pale ambapo mtu atahitaji ushauri, mawazo, fikra au share, haijalishi wewe ni subordinate wa chini, wa juu.